Kwangu moja ya tukio bora ambalo nimekutana nalo katika mitandao ya kijamii leo ni hili tukio ambalo wamelifanya kikosi cha timu ya taifa ya Congo, Congo Diara Democratic Republic of Congo. Kikosi kizima cha timu ya taifa ya Congo jana kilipata wasaa wa kuwatembelea wanajeshi ambao walipata majeraha katika vita vilivyotokea hivi karibuni huko nchini Congo. Kama unafuatilia mitandao ya kijamii nadhani utakuwa ulikutana na taarifa taarifa nyingi kuhusu vita ambayo ilikuwa ikiendelea huko nchini Kongo. Sasa kikosi kizima cha timu ya taifa ya Kongo kilipata wasaa jana kutembelea hospitali ambayo wamelazwa wanajeshi waliopata majeraha katika vita hiyo, so walipata nafasi ya kuwatembelea kuwajulia hali wanajeshi hao, na baada ya hapo, leo wameanza safari yao ya kuelekea nchini Mauritania kwa ajili ya, ya mchezo wao wa kutafuta kufuzu kombe la dunia la mwaka elfu mbili na ishirini na sita mchezo dhidi ya Mauritania, mchezo ambao unatarajiwa kuchezwa tarehe 26 March siku ya Jumatano huko Mauritania majira ya saa 6 kamili usiku. Mauritania watamkaribisha DR Congo, Democratic Republic of Congo. Ikumbukwe huu ni mchezo wa pili kwa Democratic Republic of Congo, mchezo wa kutafuta kufuzu World Cup 2026 Mchezo wa kwanza waliocheza tarehe ishirini na moja March siku ya Ijumaa, ambapo walicheza DR Congo dhidi ya South Sudan, mchezo ambao ulimalizika kwa ushindi kwa Congo DR, ushindi wa goli moja kwa sifuri. Kama umekikubali hiki walichokifanya Congo DR, naomba uniandikie hapo kwenye comment, respect. Kisha fanya kutufollow kwa taarifa nyingi zaidi, kama bado hujafanya hivyo lakini pia nikukumbushe kuingia YouTube kusearch Dino Television huko tunaweka update zote za kimichezo, makala, uchambuzi na vitu vingine vyote vinavyohusiana na michezo.